Katika vita ya mapenzi yani, usijivunie mtu kabla hajakuoa. Hakuna mtu mwingine mwenyeko na susi yako isipokuwa mimi, kaka habat Bingi. Mimi kaka habat, nakuja kukuambia kama kuna siri kubwa ambayo inaweza unaweza fanya kiasi, mpaka mtu anakamata maamuzi ya kukuoa na kukuwa na mpango wa kukuoa. Unaweza fanya kitu kia, kumutu kinamgusa mpaka anaamua kukuoa, tena anakuoa kwa miezi kidogo. Kwa sababu gani? Kwa sababu weye kuna kitu kenye ulitumikisha kama silaha, yaani ukienda unafuata hiki kipindi mwanzo mpaka mwisho, utajua mwanaume anaoaka bibi wae

banakuuzia ma iphone banakuuzia kuku banakuuzia friti banakusukisha banafanya kila kitu lakini, hakuna mwonyesha asema kitu ndoa. Ujulize juu ya nini, hayasema ndoa, lakini angali anakugaramia. Miaka inakuwa tatu, yengine inakuwa nne, yengine inakuwa tano, yengine inakuwa sita, yengine saba, yengine mnane, yengine kumi, kumi na mbili. Keli sorte ya fiansai? na kama unapenda kweli kujua nini nitafanya ili niharikishe ndoa yangu, fata kikipindi vita ya mapenzi. Kipindi kenyewe unaletewa na mimi kaka Habat Bing, kaka yako mwenyeko na susi na weye, ili upate maamuzi ya kweli na kuvundua ni nani kweli ambaye ananipenda.